Kwa majina mimi naitwa Abubakar Jumanne Saidi, ni mkazi wa wa Singida hapa manispaa ya Singida. Tunaishukuru sana serikali ya awamu ya sita kwa kutupatia huduma katika mkoa wetu wa Singida ambao zamani tulikuwa tunahangaika kwenda mbali kutafuta huduma, leo inapatikana hapa mkoani Singida, huduma ambazo zinapatikana za kibingwa. Tunashukuru sana serikali ya awamu ya sita kwa kutupatia hospitali ya rufaa ya, rufaa ya mkoa wa Singida, kuwa na madaktari bingwa ambao wanatutibu sisi wananchi na tunaendelea vizuri kupona tuna, tuna madaktari bingwa ambao wapo wanatoa huduma: daktari bingwa wa mifupa, daktari bingwa wa magonjwa ya ndani, daktari bingwa wa upasuaji daktari bingwa wa mfumo wa mkojo na na huduma zote za kina mama kujifungua, huduma zote za kila aina zinapatikana mkoani Singida kirahisi hapo hospitali ya rufaa. Kwa hiyo tunaishukuru sana serikali kwa kutupatia huduma hii kirahisi kabisa, na kwa kwa kwa usafiri hata wa miguu na kufika kupata matibabu katika hospitali yetu ya rufaa ya mkoa wa Singida. Mpaka Ndichi.